Katika lugha ya Kiebrania ya Agano la Kale hakuna kitu kama alama ya mshangao, hakuna njia ya kusisitiza maneno au sentensi fulani kama tunavyofanya katika lugha ya Kiingereza. Badala yake, kile ambacho Mungu hufanya katika maandiko haya yaliyoongozwa ni kwamba mara nyingi atarudia kitu na atakirudia kwa njia mbalimbali, na na kurudia inaonekana kuwa njia yake ya kusema. Sasa nataka uangalie hili. Alama ya mshangao. Naam, hicho ndicho kinachotokea hapa katika Zaburi 119. Mwandishi wa Zaburi aliyeongozwa na Mungu atajirudia tena na tena katika mistari yote 176. Atatumia visawe moja baada ya nyingine kurejelea neno la Mungu. Atarejelea neno la Mungu jumla ya mara 187 katika Zaburi hii moja hiyo ni kama Roho Mtakatifu akisema mara 187, angalia neno la Mungu ni muhimu sana, alama ya mshangao. Nataka ulisome, nataka ulisome kwa makini, nataka ulifunze, nataka ulitumie katika maisha yako. Sasa kabla hatujaingia katika kile kinachoonekana kuwa sura ndefu zaidi katika Biblia yote, nataka tujue kwamba mwandishi wa Zaburi hatoi tu maneno bila mpangilio hapa kwa kweli ameandaa Zaburi hii kwa uangalifu katika mistari ishirini na mbili. Kila ubeti una beti nane. Sasa huyu mshairi mwenye akili ameitunga pia kulingana na akrostiki inayofuata alfabeti ya Kiebrania. Kila mstari unaanza na herufi ya Kiebrania inayofuata. Kwa kweli mistari minane katika kila mstari, yote huanza na herufi hiyo Iyo ya Kiebrania. Hii ilihitaji mawazo mengi, ubunifu mwingi kwa upande wa Roho wa Mungu alipomvuvia mshairi huyu. Sasa kuna uwezekano mkubwa kwamba mistari hii 22 ilitungwa kwa kutumia kila moja ya herufi 22 za alfabeti ya Kiebrania kama njia ya kusaidia watu kukumbuka Zaburi hii. Sasa unaposoma Zaburi hii utaona mapema kwamba maneno tofauti kadhaa yanatumika kuelezea Biblia utakuwa na maneno kama amri na sheria na ushuhuda. Kwa kweli kuna maneno tofauti manane, ni visawe, lakini yote yana maana kidogo tofauti. Sasa mwongozo wa masomo kwa somo hili, ambao unapatikana kwa wanachama wote wa kikosi chetu, unataja visawe hivyo vinane na unatoa tafsiri rahisi ili uweze kuwa nazo karibu unaposoma Zaburi 119. Kwa mfano mstari wa nne unasema umeamuru amri zako zihifadhiwe wa bidii. Basi neno lililotafsiriwa kama amri linahusu maelezo ya neno la Mungu ambayo yanahitaji kufuatwa. Inahusiana na mamlaka ya msimamizi au msimamizi. Hivyo unapoisoma neno amri, inasisitiza wazo kwamba neno la Mungu ni msimamizi wako. Inakuongoza kufuata maelezo ya maagizo ya Mungu. Sasa wacha nitaje kwamba hatujui ni nani aliyeandika zaburi hii au kwa kweli ilitungwa lini hasa. Kuna vidokezo hapa vinavyotuambia kwamba mshairi alikuwa mtu aliyekabiliana na uhalisia mgumu wa dhambi na majaribu akiwa kijana. Kwa mfano, hapa katika mstari wa tisa mtunga zaburi anaandika jinsi gani kijana anaweza kuweka njia yake safi? Kwa kuilinda kulingana na neno lako. Kwa hivyo Biblia kimsingi inatoa reli za ulinzi kwa kusema hivyo tunaposafiri kupitia maisha, na kwa njia hiyo ni kweli kwa msichana kijana vilevile kama ilivyo kwa kijana. Nilipokuwa nikifanya kazi kwenye maelezo yangu kwa ajili ya programu hii maalum, nilipokea nakala ya barua pepe. Ujumbe huu iliwasili katika makao makuu yetu ya kimataifa na ilitoka kwa msichana kijana, na na aliandika hivi: nilikuwa nikitafuta redio siku moja na nikapata wisdom Napenda jinsi unavyoelezea Biblia na ulinivutia. Mungu amebadilisha maisha yangu kutoka kuwa tupu, kuvuta bangi, kunywa pombe, kuwa mnyama wa sherehe za uzinzi, na nguvu za Mungu zimefungua moyo wangu na macho yangu, na imenionyesha kwamba nilihitaji Mwokozi. Sasa mimi ni mtoto wa mfalme, na ninaishi kwa ajili ya Yesu Kristo. Sasa nakusikiliza kila siku na sikosi safari yoyote ya wisdom. Inasikika kama nguvu ya neno la Mungu ikifanya kazi katika maisha ya msichana huyu kijana. Kuna nyakati wapendwa, hapa katika Zaburi 119, ambapo inasikika kama iliandikwa na mtu ambaye alikuwa amepotea katika maisha, lakini kisha kitu kilitokea, waligeuka, na huo mgeuko ulikuwa unahusiana na kufuata hekima ya neno la Mungu, mtu kama msichana huyu kijana, ambaye maisha yake yamewekwa pamoja tena. Sikiliza wapendwa, kila kitabu kingine huko nje leo, vinaweza kukujulisha kuhusu maisha yako, lakini kitabu hiki pekee kinaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo swali si kama unapaswa kusoma Biblia; swali ni unawezaje kumudu kutofanya hivyo? Sasa basi, hapa chini katika mstari wa 23, karibu inasikika kwangu kama mwandishi alikuwa kiongozi wa kisiasa, mtu katika nafasi ya juu, labda hata nabii wa agano la kale. Anaandika hivi: hata kama wakuu wanaketi wakipanga njama dhidi yangu, mtumishi wako atatafakari amri zako. Karibu inaonekana kwangu kama mwandishi huyu amejikuta katika aina fulani ya njama au drama lakini ikiwa kweli anahudumu katika nafasi ya juu, Mungu amemwita Mungu si tu amemwita katika kazi hii, lakini neno la Mungu linampa hekima anayohitaji kumfuata Bwana katika hali hiyo ya shinikizo kubwa anayohusika nayo. Kwa njia, mwandishi hapa anatupa ufahamu mwingine juu ya jinsi ya kutembea na Mungu kupitia drama za majaribu au labda hata vishawishi maishani. Anaandika hapa katika mstari wa sitini na tatu mimi ni rafiki wa wote wanaokuogopa wa wale wanaoshika amri zako. Kwa maneno mengine, marafiki zake wa karibu pia wanavutiwa na neno la Mungu, na wacha nikuambie, kuchagua marafiki wasio sahihi, hiyo imeharibu maisha mengi, na ninazungumzia marafiki wa karibu. Unahitaji kuchagua marafiki wako wa karibu kwa uangalifu. Kwa kweli fanya kile ambacho mtunga zaburi alifanya hapa. Alichagua marafiki zake kulingana na mtazamo wao juu ya neno la Mungu. Hivyo ndivyo unavyoweza kupata marafiki bora ambao watakuwa na ushawishi kwako maishani. Nataka kuonyesha dalili nyingine ambayo inaonekana kufanya wazi kwamba mtunga zaburi aliteseka maishani, ingawa hatupewi maelezo. Labda unaweza kuhusiana na mstari wa 67 ambapo anaandika, kabla ya kuteswa Nilipotoka, lakini sasa ninashika neno lako. Mungu kwa wazi alitumia aina fulani ya mateso kumvuta mwandishi huyu. Ah, karibu naye na nimeona hilo likitokea tena na tena. Ah, baadhi ya mateso, baadhi ya majaribu, vizuri hayakuwa chochote zaidi ya fimbo ya mchungaji iliyomvuta kondoo huyo kutoka hatarini, au au kumvuta kondoo huyo karibu zaidi na ushirika na mchungaji. Kwa kweli mtunga mashairi anaandika hapa katika mstari wa sabini na moja ni vizuri kwangu kwamba niliteswa ili nipate kujifunza amri zako. Hiyo ni hiyo ni mtazamo wa kuvutia sana juu ya matatizo, sivyo? Inatukaribisha zaidi kwa Bwana wetu. Vizuri, mateso haya hapa, hatujui yalikuwa nini. Yangeweza kuwa matokeo ya ulemavu au jeraha. Yangeweza kuwa hasara ya kifedha. yangeweza kuwa mateso au shida au aina fulani ya ugumu. Hatujui na na, kwa kweli, ninafurahi hatujui, ili tuweze kwa namna fulani kuingiza uzoefu wetu katika maandiko haya. Tunaweza kusema vizuri, ilikuwa vizuri kwamba nilipitia kufilisika huko, au ilikuwa vizuri kwamba nilipitia ugonjwa huo au hasara hiyo, ili niweze kujifunza ukweli wa kina zaidi kuhusu Mungu na neno lake sasa wakati unafika kwenye mstari wa mwisho hapa, mstari wa mia moja sabini na sita na, eh, na kwa njia hatujamaliza na zaburi hii, tutairudia katika kikao chetu kijacho. Lakini ukifika mwisho kabisa na usome mstari huu wa mwisho, unaweza unaweza kupata hisia kwamba mtunga zaburi huyu anahitaji kuwa kwenye jukwaa. Na maanisha huyu jamaa ana kila kitu kimekaa sawa, kila kipengele cha maisha yake ni ni kamilifu Vizuri, acha ni nikuambie mtunga zaburi huyu hayuko tayari kupanda kwenye jukwaa lolote. Kwa kweli, sikiliza jinsi anavyomaliza zaburi hii kuu. Anaandika hapa, Bwana acha nafsi yangu ishi na kukusifu, na acha sheria zako zisaidie mimi. Nimepotoka kama kondoo aliyepotea, tafuta mtumishi wako, kwa maana sikusahau amri zako. Vizuri, haisikiki kama mtu aliye kwenye jukwaa, sivyo? Kwa kweli anaomba hapa kama wewe na mimi Bwana, nisaidie kukusifu. Nisaidie kubaki kwenye njia sahihi. Mimi, mimi hupotoka kwa urahisi, Bwana, kwa hivyo nataka uendelee kunifuatilia kama mchungaji mzuri. Hii inamaanisha kwamba ikiwa wewe ni muumini leo, hapa kuna mfano wa kuishi. Kaa katika neno na uhamasike kwamba mchungaji wako atakuongoza kila mara kwenye njia sahihi. Usiache neno hili kando. Sasa nimesikia ikisemwa kwamba Biblia inayochakaa mara nyingi ni ya muumini ambaye maisha yake hayachakaa oh. Naam, natumai unachakaza Biblia yako, hasa zaburi hii. Kama unanisikiliza leo kama asiamini, nataka ujue kwamba Yesu Kristo mchungaji mwema, yeye